Mtumwa, mimi sitaminiki, moto siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki.

Bomo bila hodi. Mangu, mranjesa kwa mangu bila hodi. Yaani nyumba yangu mwenyewe, pia nataka kunipangia kila chumba ningie kwa hodi, si ndio? Haya maisha umeona wapi? Jambo hilo limetokea wapi? Sikiliza. Humu ni kwangu na naweza kuingia muda wowote saa yote, aina haja kumpigia mtu hodi. Lakini cha ajabu nataka kuuliza swali. Huu mchele umetokea wapi? Nani ameleta huu mchele kumkila mkuja na mdogo wangu. Aha, chelewa mkuja. Mdogo wako kumbe, kwa mkikana wanako. Kumbe mnapanga, unamwambia mdogo wako aje, lakini mdogo wako huyo anapokuja anatumiwa kwa sababu yeye anakuadia wewe, mwanaume hivyo ampe mchele, sivyo hivyo? Sasa Mungu, shida iko hapi ini, mtu amkuja kutembelea, ametuletea na hii zawadi. Sasa sikilizeni, we mama uliokaa hapo pichini, maana naona kilema, ujue zimekaa hivi mwenyewe hujiweze, kaziyako kumaliza tu ama godoro no? na kukuadia mke wangu, wanaume ili waendelee kumletea huu mchele, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Sijashindwa maisha, na sio kama, yaani sio kama sitaki kuleta huu mchele, natamani kuweka, lakini like, sijashindwa maisha kiasi hicho. Kuanzia leo naomba mkome, nimesema, koma biashara mundani mgeni woyote kuja havifurushi ama vikoba kama hivi sitaki. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi motomoto ni moto, mi maisha yangu ni mikiki nangu mimi nimekaa nimefikiria nimechanganua kwenye kichwa changu kama mtu mzima, naona naendelea kukutesa kwa sababu haya manyanyaso yanaendelea humu ndani, huu mzunguko humu ndani unaendelea, wote wa manyanyaso, hasa kwaye mwanangu. Mpaa wale wawindaji wakiingia porini wafata wanyama lakini ya hasa mnyama anaisa kwa nipaa ni pa. Na paa mwenyewe, mwanangu, nanee mimi mama yako ndiyo paa hasa. Ili mradi kusiwe na mambo mengi, ni kunusuru wewe, ni lazima mwanangu niondoke, niondoke mama, kwa sababu mwanangu, dagaa na maelewana mbora sana kuliko nyama ya ng'ombe na manyanyaso. Huwezi kufika mbali, ni mara mia. Mwanangu, nikaishi kwenye kile kijipembe cha dari cha kule kwangu kuliko, kuliko niishi katika nyumba pana ambayo haina imani wala amani ya moyo Faraja hakuna, utaendelea kuteseka mimi. Endapo nitakaa hapa, utazidi kunyanyasika endapo mimi nitaendelea kukaa hapa, kwa sababu mumeo kote azunguka, nipugu mwanangu, karia koni, apita huku enda, huku enda, huku lakini mimi ndo aninisaka ili mradhi niondoke. Mungwana akifuliwa nguo mwanangu, chutama asimami. Mama, mimi tayari nishakuwa mtu mzima hapa nilipo, ufahamu wangu na akili yangu ni pana kuliko hata wewe. Najua kabla hujasema, mimi shajua. Mungwana ake ni vitendo Bora mimi nisogee mwanangu. Zizi la ng'ombe ni safi mama, lakini hapo hapo, huo uchafu wa ng'ombe una faida. Sasa tusifikie huko kwenye huo uchafu wa ng'ombe na usafi wa zizi, tusifikie. No. Mbona umeingia chumbani kwa mkee ukiwa kifua wazi? Yaani nyumbani kwangu pia maipangia namna kuvaa si ndio? Eh? Yaani nyumba yangu mwenyewe na nameichi mwenyewe bado pia manipangia namna kuingia chumbani na kutoka chumbani na wazi. Sasa. Sasa <sighs> ndio. <sighs> wati <sighs> Eh? <sighs> kazi ujua, umekaa na mamako umekaa chini kitako na mamae hapo, unaanza kuja toa story. Umejiachia kabisa kwa magodoro yale yako yamaliza, lakini umekaa na mwanao hapa, kaka, kumfundisha jambo hapo na ushenzi. Mimi mumeo nimekaa hapo ndani nimelala, hata nimetoka nimsubirie aje, mpaka sasa hivi hajafika. Alafu mimi nimekaa hapo ndani na kuja toa story. Unajua jamani, ndoa eh, umuhimu wa ndoa nyinyi mnajua? Aa, mnautambua kweli?

ana hakuna kinachokata kimoja. Mimi, mafuta? mafuta kupikia nimenunua juzi tu, yaani leo hii yamekwisha. kama mnaoga semeni bwana, tunayaoga mafuta. Ni kweli mnaoga, lakini mafuta mia tano tu kwa hiyo tumetumia siku ile ile. Sikiliza ng'ombe moja, mwambie mama yako aache kupaka mafuta ya kupikia. mtoto wewe, Roho yako nikisema ajie sawa, nikisema asima sawa. Hivi hii ndoa yenye kiki kiki namna hii na manyanyaso, umewezaje mwanangu eh? mama, hmm. mwanangu kuivumilia kiasi hicho? Nataka kujua mama, umewezaje haya yote? Mtumwa mwanangu, abema mi mamako nimefikiria nikaona leo nikae na wewe nizungumze na wewe maana huku tunakokwenda ndio kikubwa huku tunakotoka ni kudogo mtumwa kuolewa mwanangu sikukuwa kama unavyofikiria kwamba ukishaolewa tayari yo ushakuwa ushakuwa mtu mzima, mama, wajitegemea mama, wafanya maamuzi yako, wafanya unachotaka sivyo? Mwanangu, kuolewa ni kupiga hatua tu, ulipo, umesogea mbele, lakini sikukuwa. Kwa hiyo kama umepiga hatua uwe na mambo mengi ambayo unafikiria umenielewa vizuri. Watoka nyumbani, mwanangu, wenda huko kwenye familia nyingine, hmm. Umelelewa na maadili yako na hao tuko kutoka huko, naona maadili yao, hakuna kitu ambacho kitakulinda, hakuna kitu ambacho utakiona ni urahisi kwako, ndoa kama uvumilivu, na heshima na busara. Uvumilivu, heshima na busara, huyu mwana wa busara, huyu ndio anayetakiwa sana sana sana, alafu afate mwana heshima. Umenielewa? Ukishakuwa na hawa watoto wawili hawa heshima na busara basi uvumilivu utakuja, lakini ukikosa heshima, ukikosa busara, hakuna uvumilivu mwanangu utakao kuja. Wee mwanangu, huna tofauti na hii sinia. Umenielewa? Huna tofauti na hii sinia. Sinia hii ukiona ni kitu kidogo sana lakini hii sinia mwanangu, nimekuwekea hapa, nataka niseme nawe kwa mifano. Hii sinia ni kitu kikubwa, huyu sinia ndio wewe. Maana hii sinia, ndani ya sinia mtakuwa na vikombe, mtakuwa na vibakuli, mtakuwa na sahani, mtakuwa na jagi, mtakuwa na kila kitu, lakini sinia hii inakuwa mstamilivu, itavumilia kila atakavuna, vitu vyote vitakuwa salama. Ndio maana nikatoa mfano mwanangu, huyu ukawe kama sinia, ukawe mvumilivu kama sinia. Sinia yavumilia mambo mengi. Sijui umenelewa vizuri. Lakini mwanangu, hakuna tamu ya wazi, tamu ni ile ilofichwa Siunani, nimekuekea kawa hapa. Mtu akija kwa kawaida, haoni kilichokuepo ndani. Ukastiri chakula cha mumeo, lakini si chakula cha mumeo tu, ukastiri na mambo yako yote ya ndani. Mimi isinianimiileta ngaeka hapo utajua kilichokuepo ndani eh? Ndio maanas Ukifinywa mwanangu, unyamaze. Ukitukanwa unyamaze. Ukigombeana na mumeo ndani ukanyamaze. Uwe msiri wa mambo yako kama sinia na kawa. Umenielewa? Nimekuwekea kanga ya sutu, waiona? Huu ni ili, ni sutu sutu ni msitu mzito, huu mji wake ni msitu. Moyo wako mwanangu, ukawe kama msitu, ukabebe kila kilichokuwa kizuri na kibaya, umenielewa vizuri, ukakibebe. Ndoa mwanangu, kama bahari, kuna muda yapwa, kuna muda yajaa, kuna muda ina mawimbi, kuna muda iko shwari, lakini mwisho wa siku chombo chafika safari yake. Kwa hiyo mwanangu, ukawe jahazi, ukabebe mizigo iliyokuko ndani ya nyumba yako ndani ya ndoa yako, ukawe mstamilivu kweli kweli, ukavumilie, we mvumilivu Mwanamke mzuri ni yule mvumilivu. Mwanamke mwenye maana kwa mume na jamii ni yule anaestamili na kuweka ndani, akashindia moyo wake. Mwanangu, ukashindie moyo, ukashindie nini? Moyo, sio kila muda kila dakika ukifinywa uk nimefinywa leo, mumeo japo kakosa cha kukupa leo, sijakula semi ni mwiko mwanangu, kunga kazilongwa, umenielewa? Kunga kazilongwa. Kunga ni kuti, unyumba ni kuti mwanangu, ni kuti kavu la kuungaunga likapata kiungo, ukaezeka, ukaingia ndani, ukastirika. Umenielewa Mtumwa? Yanakuingia? Yanakuingia? nyumba kete iwe, iwe nzuri vipi? Nyumba ni kizingiti mwanangu. Kizingiti kikiwa kibaya, nyumba haina haina uzuri. Kizingiti kikiwa kizuri kila mtu atapenda ukawe. Kizingiti mwana, ukalinde nyumba yako, ukailinde nyumba yako kwa mazuri na mabaya. utakutana na wana, kuna wanaume wa design tofauti tofauti, lakini mwanangu, mwanamme mzuri ni wa mwenzio na mwana mbaya pia wa mwenzio. Maana kule yule mwenzio ndio utaziona tabia zake, lakini wa kwako yatakiwa umwengeenge. Liwe zuri ndani ya sinia, watumbukizi wafunika na kawa, liwe baya wafunika na kawa na sinia, liwe halifai pia lifunike. Hakuna kaburi la mjinga, kwamba ili kaburi hili waliona alizikwa mtu mjinga kweli kweli. Hakuna, hakuna kaburi la mjane kwamba hili kaburi ili ni mjane huyo, hakuna. Yote itwa nini mwanangu, makaburi. Kwa hiyo wewe ukiwa mjinga kwenye ndoa yako, wala haitakuwa historia mbaya mpaka kaburi lako lia mbili, ni kaburi la mjinga. Hakuna, sijawahi kusikia kwamba hili kaburi ni la mjinga. Kalinde ndoa yako mumeo, mwanangu, ni sawasawa na kuta za nyumba. Kila siku ukiamka asubuhi, kama umeona ulo ukuta wako una, una kijidoa kidogo, kisafishe kile kidoa, ukuta upendeze. Mume agongo gongo la mume jaribiwi, usimzoee mumeo, mume azoeleki mume akitoka, hata kitoka hapo nje kwenda kununua pipi, akirudi ndani ni mpya. Mume aitwa Rashidi, wala aitwa Hasani, mume aitwa mume na majina mengine ya kupendeza, umenelewa sio? Akiingia Fumo, akitoka Fumo, akiingia ah, ah. Ni mume wangu ni mume wangu ni mume wangu, ni la azizi. Umenielewa eh? Mwanangu, mtoto msikivu usikiza ushauri, ukiwa msikivu, nafikiri ukija kwangu tena hapa nitakushauri tu, lakini kama utaenda kufanya ukaidi ukija hapa nta, ntaambulia tena sio ushauri. Kama unokupa ni kukuonya. Sasa maonyo kwa mtoto si mazuri. Mtoto mzuri sio yule anayeonywa. Mtoto mzuri ni yule anaopewa nasaha na kushauriwa na mzazi wake. Kama leo nimekaa hapa kwa raha yangu, nimeona nitoe langu la rohoni. Umenielewa? Usafi mwanangu, sina wasiwasi na hilo. Usafi sina wasiwasi nayo, lakini kubwa kubwa kubwa kabisa nalotaka kukusisitiza, bado narudi, ni heshima, uvumilivu, hekima na busara. Asante sana mamangu kwa maneno yako na busara zako. Ni kuahidi tu mamangu, sitokuangusha. Kila ambacho umeniambia hapa na kunielekeza mimi nimekishika na nakuahidi kukifanyia kazi mm. Lakini kweli mwanao, maana sisi wazazi singine tuwajisahau mm. Mapenzi, mapenzi, mapenzi. Mara nyingine unajiuliza una uzuri wa namna gani? Sikiliza, mtachana leo ni kuja kwenyewe wenyewe kwanza, maana mambo mengi. Wewe leo unajua ule akangali ya changali, yaani asiyechanga hali leo, kama huna la wewe kusisemeshana, kuzimu hakuna nyota. Sikiliza. Naomba leo nimetaka fanya unachojisikia, wewe fanya. Yaani fanya unachoweza kufanya, hamna. Mimi leo nipo dodoni mwenyewe, nasasigani nilipe deni. oh? Mm. Sio. Yaani nilijua tu kwamba hauna shimi ya maneno mengi tu hapa

nimetoka bandani na nimeenda mpaka safari yangu na pochi sikuwa nayo. Nakumbuka kabisa pochi nimeacha hapa. Kama mangu mi nitajuaje kati pochi yako au umeondoka nayo na kama kama kule umeyechapo, ungekuja kuikuta hapo hapo. Kwa nini hapo haipo? Sikiliza, ili nijua tangu awali, tangu alivyoingia mama yako mundani, kila kitu kinaharibika. Pochi yangu mi niliweka hapa, na kama sio wewe ulioiba, basi mama yako ndo mwizi mwangu. Mama anahitaji kuingia ndani kwetu, na kwa nini aibe pochi yako? Pindi nitakaporudi, nataka pochi yangu Mtuma. Mimi sitaminiki, siheshimiki Mtumwa, mimi moto moto ni maisha yangu ni mikiki mikiki, Mtumwa.